Hadithi: mwanga uliofunikwa na giza. Asha alikuwa msichana mzuri kutoka Tabata. Alimaliza chuo cha biashara na ndoto yake kubwa ilikuwa kufungua kampuni yake ya mavazi, lakini maisha hayakuwa rahisi. Alihangaika miaka miwili bila kazi. Wakati akiendelea kuuza mitumba sokoni, alikutana na Kelvin, kijana mtanashati aliyedai ni mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi. Kelvin alimvutia Asha kwa maneno matamu, simu za usiku na ahadi za kumtoa kwenye maisha magumu. Siku moja Asha alipokea simu ya Kelvin: Asha wangu, kesho na kupeleka sehemu maalum, nataka dunia ijue na kupenda. Alivaa vizuri, akapakwa manukato, moyo wake ukijaa matumaini, lakini hakujua hiyo ilikuwa safari ya kwanza kuelekea kwenye giza. Kelvin alimpeleka Asha kwenye hoteli ya kifahari Masaki. Alimzawadia simu mpya na kuahidi kumfungulia boutique. Asha alihisi amefika. Baada ya wiki mbili, Kelvin akampeleka kwenye nyumba kubwa, akamwambia karibu nyumbani, mke wangu mtarajiwa. Asha akahamia pale, maisha yakawa mazuri mpaka siku moja alipokutana na mwanamke aliyefika bila taarifa. Wewe ni nani? Aliuliza mwanamke huyo. Mimi ni Asha, mke wa Kelvin. Mke ha? Mimi ndiye mke halali wa Kelvin na nina watoto wake wawili. Asha alishangaa, dunia ikawa inazunguka. Kelvin akaingia, akakosa hata cha kusema. Mwanamke yule akapiga kelele, wewe Kelvin ni mchafu, unaleta mwanamke ndani kwangu. Asha akachukua pochi yake akatoka, machozi akimtoka Asha akarudi kwa dada yake Mwajuma aliyekuwa mkali na mkweli. Mwajuma alimwambia, "Nilikuambia mapema wanaume wa aina hiyo wanapenda kuonekana wanazo, kumbe majambazi wa hisia." Lakini Asha hakutaka kukata tamaa, aliamua kuanza upya. Akaomba kazi kwenye duka la nguo Kariakoo, ndipo akakutana na Brian, meneja wa duka hilo. Brian alikuwa mpole, mcheshi na mwenye heshima. Baada ya miezi mitatu wakawa karibu sana. Asha akaanza kupona kiroho na kimoyo, lakini kila kizuri hakikosi kivuli chake. Mwenye duka Bi Rebeka alianza kumchukia Asha kwa sababu wateja wengi walimpenda. Huyo binti anataka kunitoa kazini kwangu, aliwaambia wafanyakazi wenzake. Rebeka akaanza kumzungusha kwa maneno, akimwambia Brian eti Asha ni mwongo Brian akasikiliza uvumi akapoa. Asha akaona mabadiliko. Siku moja alimkuta Brian akizungumza kwa simu kwa upole, "Ndiyo baby, nitakuona usiku huu." Asha alihisi baridi mwilini, alijua huo ulikuwa mwanzo wa giza nyingine. Asha akaanza kuchunguza, akagundua baby aliyekuwa akimpigia Brian ni Rebeka yule yule mwenye duka. Rebeka alikuwa akijifanya bosi mkali mchana lakini usiku alikuwa akimuita Brian mge wangu wa siri. Asha akaamua kukaa kimya, ila siku mmoja akiwa kazini, Rebeka akampigia kelele mbele ya wateja, wewe ni mjinga, kila siku kuchelewa, leo nitakufukuza. Asha kakaa kimya, kisha akatoa simu yake na kuonyesha picha za Rebeka na Brian wakiwa hotelini. Usijali Bi Rebeka, nilijua utaniita mjinga siku moja Hizo ni picha zako na Brian usiku wa juzi. Wateja wakashangaa, Brian akabaki ameduaa. Rebeka akaondoka pale akiwa amefedheheka. Baada ya kisa hicho, Asha aliacha kazi, lakini maisha yakaanza kubadilika. Aliamua kutumia kipali chake kuuza nguo mtandaoni kupitia Instagram. Ndani ya mwaka mmoja akawa na brandi yake Asha Waya ya Africa. Magazeti akaanza kuandika habari zake kama mwanamke jasiri aliyepitia mateso lakini hakukata tamaa. Siku moja alipewa tuzo ndogo ya ubunifu kwenye jukwaa. Alitabasamu na kusema, nilijifunza kwamba si kila kung'aa ni dhahabu na si kila giza ni mwisho wa mwanga. Na pale maisha ya Asha yakawa mfano wa ujasiri, uthubutu na kusamehe. nkama jia Kelvin aliachwa na mke halali baada ya kashafa, Brian alihamia mkoani na Rebeka alifilisika, lakini Asha aliendelea kung'aa kama nyota iliyoibuka kwenye giza la usaliti. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga walishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa 07162830088 au sifuri sita nane saba mbili mbili tatu moja tano Mkolwe Products help us to help you.